Taarifa kujiuzulu kwa miongozi wa bodi ya, ya ligi mtendaji mkuu na, na, na, na Bwana Almasi Kasongo na na Steven Mnguto na Steven Mnguto mm. E, tumeona ni moja katika hatua za uwajibikaji, isipokuwa tu kwa sisi wa Afrika swala la kujiuzulu linakuwa ni gumu sana kwetu sisi lakini katika moja ya hatua za kuwajibika ni kujiuzulu pale unapoona umekosea. Hawa watu walikosea mwanzo kwa kuahirisha mchezo huu wa ambao ulipangwa mchezo tarehe nane mwezi wa tatu. Kwa maana hiyo, takriban mpaka leo ni miezi mitatu na bila kutoa ripoti yoyote kwamba mechi ile shida ilikuwa ni wapi. Kwa maana hiyo, walifanya vile kwa matakwa yao, si kwa, kwa kwa utendaji wa kazi, lakini pia Swala la kujiuzulu ni moja katika uwajibikaji. Mfano, tukirudi nyuma, hata rais wetu rais wa awamu ya pili mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi aliwahi kujiuzulu kwa kuwajibika, baada ya mkoa Shinyanga pale waliwahi kufungiwa mahabusu wengi katika chumba kimoja, wakaja wakafariki wale mahabusu. Yeye hatua aliona ya ku katika uwajibikaji wake ni kujiuzulu, lakini ilimpa heshima kubwa mpaka alikuja kuwa rais wa Tanzania baadaye. Kwa hiyo hawa kama wangejiuzuru mapema ingewajengea heshima kubwa, lakini pia sasa tunaona kwamba mpira wetu utakuwa ni mpira wenye afya, kwa sababu watakaokuja kupewa zile nafasi hawatafanya tena uzembe kama waliofanya hawa mwanzoni. Kwa hiyo ni swala zuri, wamechukua hatua ya, ya kujiuzulu na wengine hatua ya kusimamishwa ni moja katika utendaji. Kwa hiyo tunaona kwamba simu ujao ligi yetu itakuwa nzuri sana, itakwenda zile habari za kwamba leo mechi ilikuwa kachezwe hapa, mara imeahirishwa, waamuzi mmoja anapangiwa mechi tano sita, tunaona kabisa mpira unachezwa timu nyingine ni kama zinapanga matokeo, waamuzi wanaisaidia timu kupata matokeo Koye. Kwa hiyo ilikuwa pia inawanyonga timu ndogo hizi ambazo tunataka na zenyewe zije zipate nafasi za juu ziweze kucheza mechi za kimataifa, kama Simba na Yanga zinavyotuwakilisha katika mashindano ya kimataifa, na zenyewe pia zina uwezo kwa sababu zinasajili, lakini mara nyingine zinaangushwa na maamuzi mabovu ya waamuzi ambao wanapangiwa katika zile mechi kuzisimamia tafsiri sheria zile kumi na saba za mchezo wa mpira. Kwa hiyo tunaona mwakani ligi yetu inaweza ikawa nzuri zaidi na tukapata viwango vizuri kama tulivyokuwa hapa. Tulikuwa katika ligi ambayo kwa ubora ni ligi namba tano Afrika. Sasa tulikuwa tunakwenda kuharibu kile kiwango chetu cha ubora wa ligi, lakini nadhani katika mwaka unaokuja msimu utakapoanza tutakwenda vizuri na tunaweza tukasogea zaidi ya hapo. Kwanza ni, ni wapongeza Yanga Yanga wamesimamia tuseme msimamo wao mpaka mwisho na imeonekana kwamba Yanga walichokilenga wamekipata. Kwanza waliainisha mambo matatu, kwamba tunataka mambo matatu yakitimizwa ndo tutacheza, na hayo mambo matatu kweli yametimia. Jambo la kwanza walitaka Almasi Kasongo ajiuzuru, Steven Mnguto ajiuzuru, na pia mechi, mechi sogezwe mbele ambavyo kweli imesogezwa, na au viongozi wame wamejiuzulu ila shaka langu lilipo sasa, mpira wa Tanzania unakwenda kuamuliwa kwa mambo ambayo hatukutegemea. Mama Samia ameingilia mpira, ndio kaamua, sawa ila, na, na dukuduku na wasiwasi, kuna kingine kitakuja kujitokeza hapa Tanzania. elfu mbili na ngapi tunaandaa AFCON, kuna mambo yatajitokeza, tutashindwa yata kumaintain mpira wetu Nawarudisha nyuma kidogo, swala la Faisal fei, Abdalla fei toto, Mama Samia ndo kalimaliza. Kama asingekuwa yeye, sasa hivi tungekuwa Faisal ajulikani, au yupo benchi amekaa, au yupo nyumbani. Swala la adabi ndo limekuja na yeye kalimaliza. Najiuliza, ha viongozi tunawapa zamana TFF, wapo tu kukaa na kutunisha vitambi, au kuendesha familia zao kupitia mpira. Uh, mwisho ni, pia nisisitize hiyo tarehe ishirini na tano dabi imepangwa sawa, ila nasikia simba na hawachezi iya hatuchezi au, au tunacheza imekuwa ni kama lulu imekuwa kama wimbo mimi niwaombe, Simba waingize timu uwanjani ligi ishe vizuri msimu ujao sasa ndo ile ikiitwa vilabu vyote kumi na sita au vikiongezeka, nadhani vitapungua, vitakuwa kumi na tano Kuna mtu atatoka hapa katikati, kama amjui hi, vitabaki kumi na tano kumi na tano Naomba wakiitwa au viongozi wazingatie kanuni, yani waseme kila kitu pale. Shirikisho lina madudu mengi. Tuashumu bingwa wa wa kombe la Federation anadai misimu mitatu mfululizo, anasema mimi sijalipwa. Huyo anamwambia hela yako mimi nimekulipia kule. Wewe bingwa anaweza akachukuaje kombe ukamwambia mimi hela yako naipeleka kulipia kule? Mpe kwanza hela yake, akikataa kulipa mamlaka ipo, tangaza kwamba mimi huyu namdai hiki namdai hiki lakini sio unasema miela yako nachukua na kwenda kukulipia kule, hiyo haiwezekani. Kutokana na hii hali ambayo inaendelea hapa, naona kwamba mtu mwenyewe anaamua kujiengua tayari, ameshajiona na matatizo ambayo ameyafanya, kwa sababu huwezi ukajiengua sehemu gani? Kama unaona huyo mwamba ee, ameamua kujiengua kwenye bodi ya ligi, inaonekana ni chanzo cha haya matatizo ambayo yanaendelea hivi sasa, timu kubwa mbili onekana huyu mtu kwamba yeye tayari alikuwa na matatizo yake binafsi, anafanya mpaka akaweza kukaribia mbele, mpaka sasa hivi anaweza kuona dani, alafu pia kirudi kwa huyo ambaye yeye ameweza kuandikiwa barua a ya kusimamishwa pia, mpaka mtu akakuandikia barua ya kusimamisha kwenye tuto fulani tayari anaona wewe una matatizo kwenye kiwango a fulani, ndo maana ana Soka itaendelea kama kawaida kwa sababu kama mtu akiamua kukutoa semfani a anaau ama face maisha kakaa na akakaaeh maisha kama kawaida, kwa sababu mtu mmoja akasababisha, ataweka mtu mwingine na mambo itaendelea kama kawaida.